Baraza hili ambalo ni mamlaka ya kisheria inayosimamia taaluma na wanataaluma wa uuguzi na ukunga leo Machi 19, 2025 linatimiza miaka sabini na mbili tangu kuanzishwa kwake mwaka 1953 na kuwa baraza kongwe zaidi nchini. Maadhimisho haya ya kihistoria yamefanyika kwa kutembelea na kuwafariji watoto wenye ulemavu wa kituo cha Mlali, Kongwa, Dodoma. Napokea watoto wenye umri kati ya miaka mitatu na kumi na miwili wa kike na wa kiume kutoka mikoa yote ya Tanzania bila kujali kabila, dini au itikadi za kisiasa za wazazi wa watoto. Kwa kitendo kilichofanyika siku ya leo, hakika tunashukuru kama wazazi na kinatufariji, kinatufanya na sisi tujione kama watu. Kwa maana wengi huwa Wana, wanaona kama sisi ambao tuna watoto walemavu ni kama vile tumelaaniwa ni kama vile tume yani tulimkosea Mungu. Akiwa hapa kaimu msajili wa TNMC Irene Chelewa anaeleza mafanikio ambayo baraza linajivunia kwa kipindi hicho. Ndani ya miaka sabini na mbili baraza la uuguzi na ukunga linajivunia kuwa na wauguzi ambao wanafanya kazi kwa uadilifu wakifuata Kanuni, sheria na miongozo iliyowekwa. Changamoto kubwa inayokabili baraza hili ni wanataaluma kutohuisha leseni zao na wengine kukosa kabisa. Jambo ambalo ni kinyume na sheria. Endapo muuguzi atabainika kwamba anafanya kazi bila leseni iliyo hai, kuna adhabu ambayo ipo ndani ya sheria. Muuguzi atasimamishwa au atafungwa kwa muda wa miaka mitano na msimamizi wake ambaye ni mwajiri wake pia atafungwa kwa muda wa miaka mitano. Baraza la Uuguzi na Ukunga lilianzishwa ili kuhakikisha huduma zinazotolewa na wauguzi na wakunga nchini zinakuwa za kiwango kinachokubalika na salama kwa jamii. George Mbara, Azam News, Mlali, Kongwa, Dodoma. <mucho>